Ninaamini kuwa unaweza ukampa chochote mtu atakipoteza ama kukiharibu. Ninaamini kuwa unaweza ukampa mali mtoto anaweza kuitumia vibaya. Ninaamini unaweza ukampa hata mke akaoa au mume akaolewa, ndoa ile inaweza kuvunjika. Jambo moja ninaloamini kuwa ukimpa mwanadamu kwa namna yoyote, haliwezi kuharibika au kupotea, basi ni elimu. Ikiwa kuna kitu tunahitaji kuwekeza zaidi kwa vizazi vyetu na taifa letu, basi kuwekeza kwa vitu ni muhimu, lakini ni muhimu zaidi kuwekeza katika elimu. Ni jambo muhimu sana na la kupigiwa mfano na kongamano hili, ikielelezwa kingine kuwa nchi yetu tumeamua sisi, pamoja na sekta binafsi, kuwa elimu itakuwa kipaumbele chetu kwa ajili ya maendeleo yetu. Na sasa kabla sijaendelea mbele sana, nikubalie vile vile niwaleteni salamu nyingi sana za viongozi wetu, Mheshimiwa Dkt. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ambaye anafahamu uwepo wangu hapa leo. Amenituma niwape salamu sana na wakati na mwaga, aliniambia wapelekee salamu zangu, waambie niko pamoja nao katika kusukuma mbele elimu ya nchi yetu. Lakini vile vile nipokee salamu nyingi sana kutoka kwa Dkt. Philip Isdor Mpango ambaye ameambiwa yuko nje ya nchi unga kule Marekani pamoja na Mheshimiwa Dkt. Balozi Emmanuel Nchimbi, mgombea mwenza ambao wako kwenye kampeni hivi sasa. Mheshimiwa Kasim Majaliwa Majaliwa, Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ambaye naye alikuwa anasafiri kutoka Geita kuelekea Rwangwa, nilivyomjulisha kuwa anakuja kwenu. Viongozi hao wote wanakupeni salamu nyingi na wanawatekeni kila la heri. Kitendo cha wizara ya elimu kuamini kuwa kazi ya kuboresha elimu si kazi ya serikali peke yake, inahusisha wadau wengine, ni jambo la kuigwa na taasisi nyingine za serikali kwa kushirikisha sekta binafsi, mashirika yasiyokuwa ya kiserikali katika kusukuma ajenda za sekta hizo. Napongeza viongozi na wadau wote wa mtandao wa elimu Tanzania hususan katika maeneo matatu muhimu yafuatayo. E, jambo la kwanza ni kuhusu mtandao wenu ambapo nimejulishwa kuwa ninyi mtandao wa taasisi za elimu zaidi ya 245 nchini. Matumaini yangu kuwa umoja huu ni nguvu kubwa mno katika kusukuma mbele gurudumu la elimu kwenye nchi yetu. Lakini jambo la pili nataka kuwapongeza ni vision yenu, yaani maono yenu ambayo ni kuhakikisha kuwa jamii inapata elimu bora na si bora elimu. Ni jambo la tatu ni mwendelezo katika kazi yenu hii ambapo mmeanza mwaka 1999 na leo mnaratibu ushiriki wa zaidi ya watu 350 kutoka maeneo mbalimbali ndani mbali na nje ya nchi. Mimi mwenyewe kwa umri wangu nimeona taasisi nyingi zikianzishwa , lakini zinakufa njiani. Ninyi mmejitahidi sana toka mwaka 99, mpo na mnaendelea na zaidi sana imeendelea kukua kuleta wanachama wengi. Kwa hiyo, hongereni sana sana na tuwapigie makofi mingi sana.